Naitwa Tyson Lucas Kwigandaho, Rais wa Serikali ya Wanafunzi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa wanafunzi wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mashabiki kindakindaki wa Azam Sports Club, kuelekea dabi ya Mzizima tarehe kumi Alhamisi colleges zote ishirini na moja ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam nikiwa na maanisha Dodoma, ikiwa na maanisha Tabora, Mbeya pamoja na Zanzibar, tukutane tarehe kumi, siku ya dabi, ambapo ninaamini jambo hili limeandaliwa na ninaamini ya kwamba Uh, Azam FC ushindi uko kwetu, na jambo hili liko vizuri sana, na ni wasihi mashabiki wote sasa kuweza siku hiyo kutumia jezi zetu nyeupe, ambapo viongozi walivyosema it is the white part. Kwa hiyo wote tukutane kwenda kuanikiza jambo hili kubwa, jambo hili ambalo limebeba shamla shamla za kila aina. Wanatoka hata tisa, lakini tarehe kumi ni shele the white part, ambapo itafanyika katika kiwanja chetu ambacho kimeshatajwa. Kwa hiyo ni wakaribisha wanafunzi wote, asikose hata mmoja. Usafiri tutaorganize vizuri, usafiri utakuwepo wa kutosha kuhakikisha ya kwamba hatuachi hatubakizi mwanafunzi hata mmoja wa kike wa kiume, wanafunzi wote elfu arobaini na moja mia sita na tisini tukutane tarehe kumi, siku ya Alhamisi. Asanteni sana.